Ilikuwa ni baada ya salati alfajri, mtume ametuswalisha. Alipomaliza kutuswalisha, mtume swalla sallam akatugeukia, thumma aqbala alaina, mtume akatugeukia. Fawaadhana, akatutolea mawaidha, mawaidha ambayo baligha, yalikuwa ni makali mawaidha ambayo wajilat minha lqulube, nyoyo ziliingiliwa na hofu, wadharafat minha luyun, mawaidha namna yalivyokuwa macho yalitokwa na machozi, maswahaba ni kilio katika masjidi Nabawi, namna mawaidha yalivyokuwa ikafikia hatua maswahaba wakasema, ya Rasulallah, kaannaha mawidhatu muwaddi. Mtume, tunaona ya kwamba mawaidha unayoongea ni mawaidha ya kutuaga. Kama ndivyo, faauswina, hebu tupe usia ya Rasulallah, itakuwa ni kumbukumbu kumbu. wataka kusafiri Unakwenda kwa shekhe unamwambia shekhe, insha Allah nimepata minha Saudia ya kwenda kusoma kwa shekhe, naomba nipe usia shekhe. Anakupa neno moja tu, na usia kama usia si maneno mengi, neno moja ambalo yule uliyemuhusia hatukusahau atakukumbuka kwa lile neno. Mtu anakwambia, bwana marehemu mzee alinihusia kwamba nikipata chochote nisimsahau mtu fulani. Mwanangu, nakufa leo nakufa kesho Allah akikujalia ukipata chochote kwa mzee fulani pale, usisahau kupeleka japo sukari. Mzee hasemi maneno mengi, ndio usia. Lakini zama tulizonazo, anatokea mwanafunzi anakuja kukuaga wewe muumini, mlikuwa mnaswali naye, ewa, nimepata nafasi scholarship ya kwenda kusoma Saudia, e, nah. Ewe na usinisahau, kanzu. Ndio mambo yetu. Mtu anakwambia nipe usie, ndugu yangu, nakwambia kanzu au usia sina e, sina cha kukwambia, lakini kanzu alaala ala, kanzu zile za mafuta zile. Lakini wasahabu wanamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, unavyoongea si maneno ya kawaida nyoyo zinaingiliwa na hofu, machozi tunalia, hebu tupe usia. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia vitu muhimu, masohaba wamekwenda, wanarithishana hayo maneno, huo usia mpaka umetufikia. Akawaambia masohaba zangu, usikum bitaqwallah kwanza kabisa nakuhusieni kumcha Allah. Na atapokuja ndugu yako anakuomba usia, usimwambie kwamba huna la kumuhusia, mwambie nakuhusia kumcha Allah. Wallahi inatosha. Ndio usia wa Allah kwa watu wa mwanzo na watu wa ummati Muhammadi sallallahu alaihi wasallam Allah ameeleza ndani ya Quran, walaqad wasaina lladhina utu lkitaba min qablikum wa iyakum an ittaquu llah. Allah anamwambia Mtume, tuliwapa usia nyumati zilizotangulia na wewe Muhammadi na ummati wako. mimi Allah nawausia wa mche Allah, kwanza kabisa maswahaba zangu, alaikum bitaquwallah, mcheni Allah, pia wasamu wataa wa mwasikilize viongozi, muwatii viongozi. Akawaambia wa intaamara alaikum abid, katika riwaya abidun habashi. Hata kama kiongozi wenu si Mwarabu, ni mtumwa, lakini ni kiongozi, sikilizeni maneno yake, mumtii kwa yale atakayokwambieni. Katika hadithi nyingine, hakuna kumtii kiongozi katika maasiya Kiongozi anatiiwa katika taa, na ndio imekuja katika athar. Kuna jeshi lilitumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam lielekee sehemu. Yule kiongozi wa msafara akawaambia watu wake ya kwamba wawashe moto. Wale masahaba wakawasha moto, moto umewaka. Kiongozi akawaambia wale masahaba ya kwamba ebu fanyeni maandalizi, kila mmoja ajitupe kwenye moto. ah, neno likawa zito, masahabu akaulizana kumwambia ile kiongozi, sisi tumetoa shahada tukaingia katika Uislamu, tumetoka kwenye ushirikina, tumeukimbia huo moto huo, sasa na wewe natuambia tuingie tena katika moto? Anasema naamu. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiongozi atiiwe. Kuna baadhi ya mambo anasema, kuna zile akili za kujiongeza. Masahabu wakagoma, walipomaliza kazi wakarejea, wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya Rasul Allah, kiongozi wetu alituambia tukusanye kuni, tukawasha moto, akatwambia tuingie, lakini atukumtii mtume. Akawaambia wale masahaba, laiti mngeliingia katika ule moto, msingelitoka mpaka siku ya Kiyama. Hakuna kumtii kiumbe katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na mzazi kama mzazi Wakati mwingine mtoto anakosea, hasira zinapanda, mzazi anamchoma mtoto na moto katika kumwadhibu. Hilo ni kosa, haifai. Amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, haifai kumwadhibu mtu na moto, illa rabban nar, isipokuwa Allah mwenye kuumiliki moto ndio anaruhusiwa kumuunguza mtu ndani ya moto. Kuna mtu namfahamu kisha fariki, Allah mrehemu, alikuwa akiwaadhibu watoto wake, anachukua mishkaki anaichoma kwenye moto, ile mishkaki ndio anawaingiza watoto kwenye mapaja. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawahusia maswahaba katika husia hadithi ya Irbadh kuna mambo mengi hapa katikati, lakini katika mambo aliyohusia Mtume sallallahu alayhi wasallama akawaambia maswahaba ya kwamba wa iyakum wa iyakum wa muhdathati lumur, olewenu ole wenu tahadharini na kuzua mambo katika dini iyaka, iyaka. Mtu anakuambia iyaka wakadha, koma koma, na kufanya kitu fulani. Kuna ile mzazi amechukia mpaka anakuambia kwamba koma, kama ulivyokoma kwenye maziwa ya mama yako, kwa maana hauwezi ukarejea mara ya pili kunyonya maziwa ya mama. Ndio mtume anawaambia masahaba fa iyakum wa muhdathati lumur, komeni. komeni na kuzua mambo katika dini hii. Nukta ya kuzua mambo katika dini ndiyo ametupelekea tukae hapa ndiyo amepelekea wanachuoni wakatunga vitabu kwa ajili ya kuwatahadharisha umma na janga hili la kuzua mambo katika dini kuanzia katika mji wa Makka katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu wardah wa ndani ya miaka ishirini na tatu maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallama katika khutba zake, mihadhara yake, khutba za ndoa, kwenye kalima

anazungumzia bid'a, kuwatahadharisha watu ionekane ni, ni kitu kidogo cha kawaida, kwamba anatokea au kutokea kwamba mnakalia bid'a, bid'a, bid'a, bid'a. Unaona, ni kitu kidogo kitu kikubwa? Kwa nini analikariri hili neno sana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya miaka ishirini na tatu anawaonea huruma ummati wake kuhusiana na bid'a. Bid'a ni kiziwizi, ni ukuta utakaokuziwia wewe na mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama. Watu wanafukuzwa katika haudhi yake, watu wanakiwi, watu wanakwenda kunywa maji, man sharibaha lam yadhma ba'daha abada Ukinywa funda moja hutopatwa na kiwi milele, lakini wanakuja malaika, wanawaziwia watu, nyinyi hamfiki huku, hebu rudieni huko huko. Mtume anamwambia malaika, au ni umati wangu? Malaika wanamwambia mtume innaka la tadri ma ahdathu baadaka, mtume hujui ni mambo gani waliozua, waliozua baada kifo chako. Mtume anasema suhqan suhqan, ondokeni ondokeni, sikutakeni, ondokeni ondokeni. Nini sababu ya bidaa? Watu wanaenda kuzika Wanakwambia, wanamtaja Allah, anamwambia malaika, au ni umati wangu? Malaika wanamwambia mtume, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Mtume hujui ni mambo gani waliozua, waliozua baada kifo chako. Mtume anasema suhqan, suhqan Ondokeni, ondokeni, sikutakeni ondokeni, ondokeni. Nini sababu ya bidaah?